Idara ya uhamasishaji Umoja wa Vijana kwenye kata yetu hii ya Osunyai, Chama cha Mapinduzi, tumekuja leo kuambia wananchi wetu na kuhamasisha kwamba leo ni siku ya mwisho kwenye zoezi la kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Naona nataka tumbako mwenyekiti wangu Wasebotini, yuko hapa, asante sana. Kwa hiyo tuko tunawahamasisha hapa watu wajitokeze kwa wingi kwenye ofisi ya mtendaji pale Usunyai na kwenye hospitali yetu hapo zahanati hapo Sobotini ili muende mkahakikishe taarifa zenu. Nisikilize kwa makini. Wawezekana unacho kitambulisho cha mpiga kura ila kimechoka, kimevunjika, si ndio jamani au hakiendani na makazi unayokaa kwa maana kwamba ulijiandikisha kata tofauti wilaya tofauti, nenda kabadilisha taarifa zako ziendane na makazi unayokaa ili uweze kumchagua diwani, uweze kumchagua mbunge, uweze kumchagua rais. Tunaelewa jamani? Kwa hiyo ukipata tangazo hili, mjulishe na wa? mwenzako. Lakini kwa vijana wenye umri wa miaka kumi na saba na kuendelea, nenda pale ukajiandikishe: moja, utapata kitambulisho cha mpiga kura; pili, utaingia kwenye orodha ya daftari la kudumu la mpiga kura.